Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Dr. Hussein Ali Mwinyi amemwapisha Dr. Mwinyi Talib Haji kuwa mwanasheria mkuu wa Zanzibar. Hafla hiyo ya uapisho imefanyika Ikulu mjini Zanzibar. Mwanasheria mkuu Dr. Mwinyi Talibu Haji ameteuliwa tena kushika nafasi hiyo baada ya kuitumikia katika awamu iliyopita. Mimi Mwinyi Talib Haji naapa kwamba Nitaitumikia kwa uaminifu na moyo thabiti serikali ya mapinduzi ya Zanzibar katika kazi zangu za mwanasheria mkuu wa Zanzibar na nitaihami vyema kisheria serikali ya mapinduzi ya Zanzibar kwa mujibu wa katiba ya Zanzibar na katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania bila kushawishiwa, hofu, pendeleo au chuki na kuomba Mwenyezi Mungu unisaidie. Mimi Mwinyi Talib Haji naapa kwamba, katika utekelezaji wa kazi zangu za mwanasheria mkuu wa Zanzibar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 Hafla hiyo imehudhuriwa na jaji mkuu wa Zanzibar, Mheshimiwa Khamis Ramadhani Abdalla, katibu wa baraza la mapinduzi na katibu mkuu kiongozi Zena Ahmed Saidi, katibu mkuu afisi ya rais Kulu Saleh Juma, naibu katibu mkuu wa CCM Zanzibar, Dr. Muhammed Said Dimwa, viongozi wa dini na wakuu wa vikosi vya ulinzi na usalama. Madina Omar, Assam online TV.